Haya, maisha ndio kama hayo. Naona kumependeza, kumependeza. Sharehe, sharehe, sharehe bila hela sio sharehe, sharehe ni hela eh. Mkiambiwa sharehe zipo, mnakataangalia ukumbi ulivyopambwa, lazima hmm. Ukumbi tu ukubali, kwetu eh, ni kuzuri, kwetu ni kuzuri. Sharehe ndio yataka kuanza sasa Sema sherehe hakuna tu, tuliruka mwaka juzi, hakuna hela. Wapi hela zipo? Eh, kwa sherehe kama hivi, sherehe sherehe sana. Tunakula sherehe, tunakula maisha na adabu eh. Mwaka tuliukula na sherehe, tunakula mwaka. Ulipita na sherehe, inaendelea kama una una wewe, kama una sherehe, sema una sherehe, kama una pesa, sema una pesa.